Habari wananchi, leo tutazungumzia biashara moja ya kuvutia na yenye faida kubwa, biashara ya mayai. Ni rahisi kuanza kwa mtaji mdogo na faida kubwa. Ngoja tuone jinsi aina. Biashara za mayai: kuuza mayai mbichi, kuuza mayai yaliyochemshwa, kuuza mayai ya kukaanga. Inaweza kufanywa na mtu yeyote popote. Nunua mayai moja kwa moja kwa wafugaji kwa bei nafuu. Tafuta wauzaji wa mayai wa kudumu. Chagua aina nzuri ya mayai, huku wa kienyeji au wa kizungu. Mfano wa gharama na faida wa kuuza mayai yaliyochemshwa kama biashara: bei ya trei moja ni shilingi 1650. Uuzaji wa mayai yaliyochemshwa ni shilingi elfu kumi na tano kwa trei faida kwa trei moja ni shilingi elfu nane mia tano. Ukiuza trei ne kwa siku, faida ya shilingi elfu thelathini na nne kwa mwezi, shilingi milioni moja na ishirini elfu. Weka bei nzuri, wekeza katika mayai ya kienyeji, bei ni juu zaidi. Soko la mayai: tafuta soko la kudumu, mikahawa, vibanda chips. Toa huduma nzuri na bidhaa bora. Masoko ya mitaani mikahawa na hoteli, wateja wa nyumbani, ofisi na viwanda. Biashara ya mayai ni moja kati ya biashara bora za kuanzia kwa mtaji mdogo. Kwa bidii na uaminifu, unaweza kufanikiwa. Subscribe kwa mafunzo zaidi ya biashara. Bonus tip, ukiwa na mtaji wa ziada nunua kuku wa kukuza na uwe mzalishaji wa mayai. Una swali?